kiongozi wa upinzani na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Amolo Odinga akimtaja mtu aliyekuwa na msimamo usiobadilika katika juhudi zake za kuwa na Kenya yenye haki, ustawi na umoja. Akizungumza wakati wa ibada ya kitaifa ya mazishi iliyofanyika katika uwanja wa Nyayo, Rais Ruto alimsifia Odinga kama kiongozi wa mageuzi ambaye ujasiri wake, msimamo wake thabiti na ustahimilifu wake umelisaidia taifa kufikia hatima yake ya kisiasa kwa vizazi vijavyo.

Ilikuwa ibada ya kitaifa iliyoandaliwa kwa ajili ya kumwomboleza kiongozi aliyepigania taifa aliyoienzi kwa moyo dhabiti. Hafla hiyo ya kumkumbuka mwanademokrasia Raila Amolo Odinga ikiwaleta pamoja viongozi wa kisiasa na wa kidini si tu kutoka humu nchini bali pia nchi ya mipaka ya taifa na Wakenya kutoka matabaka mbalimbali mbali. Rais William Ruto ambaye aliwahi kuwa mwandani has simu na mshiriki wa kisiasa wa kiongozi huyo akimtaja marehemu Raila Odinga kama kiongozi wa kuigwa na aliyejitolea kulihudumu taifa la Kenya kwa moyo na ari yake yote. But he also charged among us as a movement, a movement for change, a movement for justice, and a movement for inclusivity, and a movement for a greater and better Kenya. Akikumbuka safari yao ya kisiasa, rais William Ruto amesema walishirikiana vyema na mwenda zake na alisimama naye wakati mgumu, ambapo taifa ilikaribia kuporomoka mwaka uliopita. I have come a very long way with Baba. When I stood by him with the other Pentagon members at a defining moment in his and our nation's history

Rais Ruto akisema azma ya Odinga ya kuwa na taifa bora itasalia daima dawamu miongoni mwa Wakenya licha yake kufariki. Amesisitiza kuwa itakuwa vigumu kumpata kiongozi kama Odinga katika karne kadhaa zijazo. And in that quiet moment of both boundless gratitude and unfathomable grief, we are rightly bound to ask, from where shall another like him rise? Kwa upande wake Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta akiahidi kutetea kwa hali na mali demokrasia aliyoipigania kiongozi huyo. Nimekuja kuomboleza rafiki na ndugu lakini siwezi nimalizie nisiposema ya kwamba hata kama leo tunahuzuni na tunaomboleza, lazima kama Wakenya tuchukue nafasi hii, kwa sababu Raila hangeweza kutenda yale ambayo alitenda kama angekuwa amesimamiwa na mama nguvu wa kazi mama Aida Odinga na watoto wake. Baada ya ibada hiyo, sasa mwili wa Odinga unatarajiwa kusafirishwa hadi kaunti ya Kisumu hapo kesho, kutoa nafasi kwa wakaazi kumpa mkono wa buriani kabla ya kupumzishwa siku ya Jumapili. <mulia> Karo Christopher Undugu TV.